Okay. Karibu tena kuna na Mwalimu Baraka Mwajeka hmm, katika, katika siri zetu ya siri za kufanikiwa kifedha lakini au kwa uzalishaji au kwa namna nyingine tunaita uzalishaji wa kifedha, na hapa nipo nimepo tangulizi kidogo a mtazamo wa Dan Lok katika kitabu chake cha unlock it ameelezea wealth triangle. Ameelezea upande wa kwanza kwamba lazima uwe na ujuzi unaolipika au unaolipwa ujuzi unaolipwa sana, high income skills. Lakini pia anaeleza lazima uwe na scalable business, biashara inayokuwa. Lakini pia lazima uwe na high return investment, lazima uwe na na uwekezaji ambao pia unalipa. Mhm, mm, twende kwenye kipengele chake cha kwanza, high income skills. By introduction, ni kwamba kwamba hii dunia ni kwamba ishu sikuwa na maarifa, ishu na maarifa ya aina gani? Je, nani uko tayari kukulipa wewe kwenye hayo maarifa? Kwa hiyo sio ishu sokuwa tuna maarifa kwamba nina maarifa uh -uh, ishu ni maarifa gani ulionayo ambayo watu wanaweza kukulipa. Nikuhakikishe ni kwamba maarifa ni fedha endelevu, ni fedha endelevu. Ukiwa na maarifa ni fedha endelevu, lakini kuwa fedha endelevu inamaanisha kwamba lazima uwe na update get new information everyday. Pata new information ambazo zitakuzidi ku build na kuzidi kuwa strong katika kitu ambacho nakifanya. Je, wewe ni mfanyabiashara? Ongeza maarifa ya biashara zaidi. Wewe ni life coach? Ongeza maarifa ma ma ma ma ma zaidi, ili kwa mpo unaposhauri watu unashauri senses lakini sio nonsense. Hapa sasa bwana, ni kwamba lazima una ujuzi ambao at least hmm, unaweza kwa kulipa kwa kwa upande wa dola za Kimarekani. Nasema at least una lipo dola kumi

milioni mbili na nusu na kuendelea kwa mwezi. It is very possible. Na haya sasa ni maarifa gani au ni ujuzi wa aina gani? Nikizungumzia maarifa na ujuzi ni tofauti. Nikizungumzia kuna skills and knowledge. Knowledge is information. Skills is what you can do. All right. All right. Amba niende haraka haraka. Skills ya kwanza au ujuzi wa kwanza ni kwamba lazima ujue ujuzi unaitwa sales and closing. Sales and closing kuna mtu watu wengi wamekiandika kwenye wameandika vizuri sana kwenye hii mada. Tafuta vitabu, vimeandikwa sales and closing. Kuna kitabu cha cha engineer Kabenda, kuna kitabu cha cha hii hapo inaitwa unlock unlock it, ameelezea hiyo sales and uh, closing. Kuna kitabu pia cha mtaalamu mwingine ameandika eat, eat that frog, ameelezea pia hii kitu lakini pia Jambo la pili, ujuzi wa pili ni ujuzi unaoitwa copywriting, ujuzi wa kuandika matangazo hapo, copywriting na nani na vitu vina vingi viko hapo. Sitaki kuvielezea kwa kina zaidi, lakini tamani uvijue, matangazo yenye ushawishi, uwezo wa kutengeneza matangazo, na sasa katika upande wa social media. Lakini pia jingine ni consulting and coaching, ukafanya vizuri kwa the best, kwa na maarifa mazuri.

Wengi wanacompromise digital marketing jamani, sio tu kuuza biashara online a uh a -uh. m mm ukizungumzia -mm. kuna network marketing na digital marketing. Digital marketing nazungumzia uwe na uelewa wa masoko globally, uelewa masoko globally. Una bidhaa yako unatamani kuiuza, lazima ujue kabisa masoko globally yanauzwa. mm. lazima uwe na ujuzi wa hivi. Ujuzi ni muhimu sana Unatangazaje bidhaa zako? Unajua unapataje stakeholders? Unapataje watu ambao wanaweza waka, waka, waka, waka, waka, waka, waka sponsor bidhaa yako? Ukiwa na ujuzi wa hivi huo, na hela nyingi sana, kwa sababu people will come to sponsor you will come to sign to your, to your organization simply because you have that kind of ability. Lakini pia uwe na software development, eh, uwezo wa kudevelop system mbalimbali. Kwa mfano, kuna mtaalamu wa development software ambaye anaitwa nani utajiri wa kwanza develop software anaitwa Ben nani, anaitwa Bill Gates, self. Leo hii ni tajiri mkubwa sana sababu ya kutengeneza programu mbalimbali za nini, za kidigitali, app development, website development, vitu viko vingi. Jifunze sana hivi vitu uweze kulipwa kwa kubwa zaidi. Hapo sina za ziada, tuende kwenye kipengele cha pili.